Kitu, kitu gani ambacho unaweza kuwashauri maana leo walikuja na stili tofauti kuja kwenye hii game. Kimya, kimya. Ni, ni utoto na ushamba waliofanya hmm. Yani, nirudie kwa herufi kubwa walichokifanya ni utoto na ushamba ngojeni, niwape tathmini hapa, msije mkasema tumeongea bila tathmini. Lengo lao kubwa, na watu wengi wanavyozungumza kwamba Yanga amekosa mapato, si sindio? Yeah. Nataka niwaonyeshe ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo ya leo. Ngoja simu ifanye kazi, ni nyingi. Hii hapa, si ndio? Yeah. Wewe utawasomea wenzako, watu wangapi? shilingi ngapi? milioni 443. Maana yake Yanga tumepata hela, tafsiri ya kwamba Yanga amekosa mapato haina ukweli. Yanga tumepata yeah, hela, si ndio? maana yake yeah. Na hawa ni idadi ya watu waliokata, sio watu walioingia, idadi ya watu waliokata tiketi. Sasa watu hawa wako wapi? Ndio swala la msingi inabidi mjiulize na nyie. Tiketi zimekatwa 1051 na watu walioingia mundani ni wachache. Mm. Watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani, ambao kwa utoto na ushamba ambao wameufanya Simba, mashabiki hawa wa thamani, wa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira. Mm. Tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba asante, asante, tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? Ni kuto kufanya media tour, kuto kuposti uh, frequent mara kwa mara kuhamasisha watu kuja. Tutafanya hivyo, lakini kususia press conference, kususia uh, kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima kususia taratibu zote za mchezo huu ni utoto na ushamba ambao, sikia nilikuwa nimalize, ndugu yangu, ambao umewaathiri leo mashabiki wa samani ambao mpaka mchana ilikuwa hawajua wana tiketi wanazo. Na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano, watu wamekuwa na sintofahamu. Kwa mimi, kwa niaba ya klabu yetu ya Yanga, kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote ambao walikata tiketi leo na wakakosa fursa ya kuja Benjamin Mkapa kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na Simba. Hao wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha itakuwa jambo kubwa. Ila kama Simba watawoka kimya, waombe msamaha, sio jambo jipya kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki, washafanya hivyo kwenye mechi zao za kimataifa. Kwao sisi leo tumepata hiyo hela, lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao walikata tiketi wameshindwa kuja kwenye mchezo leo. Huu msimu ulikuwa mgumu sana, huu msimu ulikuwa mgumu sana, ulikuwa msimu mzito, ulikuwa msimu wa mapambano kwelikweli. Yalifanywa mengi kuhakikisha Yanga anashindwa kutetea ubingwa wake, lakini Mwenyezi Mungu mkubwa na sisi tulifanya zaidi ya pale tuweze kutetea ubingwa wetu. Hizi pointi ambazo amefikisha Simba msimu huu, ingekuwa ni msimu uliopita, angekuwa bingwa yeye. Maana yake sisi tulipandisha ubora wa pointi zokuwa so nazo la season tukaongeza ubora tukapata pointi zaidi. Kwa hiyo msimu huu ulikuwa mgumu kweli. Msimu huu jue, nimekaa mpaka maabusu kwa ajili ya Yanga, sio rahisi. Unaelewa, haikuwa rahisi msimu huu sisi kuvaa medali. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu na Wanayanga wote niwapongeze sana, na sasa niwaambie bila kujalisha, bila kujalisha mtakuwa wapi, lakini nawaomba sana tuvuke maji twendeni Zanzibar kamili sherehe kamili, tutahojiana hata kiza kiza, sauti tasikika. Sherehe za ubingwa zitaanzia bandarini hapa Dar es Salaam, zitaendelea bandari ya Zanzibar. Tutakunywa supu hapa, tutakunywa supu mchezo. Mabango ya kwanza